Tunapokea maelekezo. Kazi hii tunaiweza na tunaipenda na tutaifanya ndani ya muda wa siku 30. Asante sana. Nampa elekezo, usiondoke siku 30, mheshimiwa mbunge, tutakufanyia kazi yako, wananchi wa wa rubaba wananchi wako wa panei wapate huduma ya maji safi na salama. Na waongezea elekezo, pamoja na kuwaunganishia, so watu wetu wenye uwezo wa kulipa hapo hapo waunganishe watalipa kwenye bili zao. Pigieni makofi mengi sana mheshimiwa mungoni. Taka niwaambie ndugu zangu wa Dawasa, leo nimekuja hapa Kibamba Sikuwa na ratiba ya kuja hapa Msakuzi, waliniwekea maeneo mengine, lakini mbunge wenu akasema lazima tupite Msakuzi, kaambia nafata Marikosu. Maji ni huduma, lakini maji ni baraka. Mheshimiwa Mbunge, utapata baraka nyingi sana Daktari Samia Suluhu Hassan atapata baraka nyingi sana na sio mtu tena aje anza kuwasumbua kama mnataka watu wa maunganisho, toa watu huko huko, katika Dawasa waje hapa hapa <tiple> hey, mje kuwafuata wananchi, kama mimi nimekuja kwa <tiple> ninyi nzima. Na nikushukuru sana mheshimiwa mbunge, mbunge wenu mimi nimekuja, lakini kuna jambo nimejifunza kwake, kwamba hata uwe na cheo kikubwa namna gani, hata uwe na uongozi mkubwa namna gani, usisahau ulipotoka bunge wenu hajasahau alipotoka, nimemwamini kwa muda mfupi. Amekwenda bungeni leo amekuja kwa wananchi wake, hajawasahau hajawatupa. Mtu akikufanyia wema mlipe wema. Kutoa huduma ya maji ni marufuku, kutoa huduma ya maji saa kumi za usiku kutoa maji saa kumi ya usiku, saa tisa za usiku ni kwenda kuvunja ndoa za mama zetu. <coughs> Kama mnataka kutoa maji saa tisa za usiku, nataka kutoa maji saa kumi za usiku, basi bora hayo maji mwende mkajaze matenki, asubuhi toka wananchi. Saa tisa za usiku, mtu amepunzika, ameshachoka ya kazi Leo ndo nawatoa maji alafu namwambia utapata maji Msakuzi kwa siku mbili. Sasa ushatoa maji saa kumi usiku siku sinabadilika saa sita. Kwa hiyo utakuta anapata tu masaa, lakini hana hizo siku mbili. Naomba mkafanye marekebisho, mwambie wananchi wa Msakuzi pamoja mahitaji ya maji ni makubwa, hamtopata maji wakati wote. Nyinyi mtapata Ijumaa, mtapata Jumamosi, lakini saa ngapi ajue ekeni mambo yenu wazi leo nimechukua hatua hapa. Mimi nimeshasema kabisa mtu ambaye hasiyefanya kazi sio rafiki yangu. Wakati mwingine jambo ambalo nimejifunza, serikali inachukiwa au kiongozi anachukiwa, huku watu wa chini hawatendi mema tendi <tune> mema serikali inajenga mradi wa milioni mia tisa watu wa Mpiji Senta, watu wa Torino wapate huduma, lakini wananchi wana hawana habari. Nawauliza hawana habari. Meneja yupo, namuuliza hapa, upo mtandao umefika wa maji, kwa nini wananchi hawapati maji na wanatakiwa wapate lini? Anasema ajui. La haula, haiwezekani ndugu <laughs> zangu. Watu wa namna hii hawana nafasi katika wizara yetu ya maji, ndio